Hapo zamani za kale katika kijiji kidogo chenye utulivu pembezoni mwa msitu, aliishi mjane na mabinti zake wawili. Binti mkubwa anaitwa Mwajuma alikuwa sura halisi ya mama yake, mwenye ulimi mkali, mwenye kiburi na mwenye majivuno. Binti mdogo anaitwa Fatuma alikuwa mpole, mstahimilivu na mwenye moyo mwema kama baba yake marehemu. Nyumba yao ilikuwa ya hali ya chini, ikiwa na mmea wa ivy ukijipanda kwenye kuta za mawe na bustani ndogo ya mitishamba na maua ya pori ambayo Fatuma alitunza kila siku. Japokuwa wao ni maskini kwa mali, mara nyingi nyumba hiyo ilikuwa tajili kwa harufu ya rosemary na thaimu, na jua lilipozama juu ya vilima, sehemu yote iling'aa kama dhahabu. Lakini licha ya uzuri wa maisha yao ya kawaida, nyumba ilijaa ugomvi. Mjane alimpenda sana binti yake mkubwa mpaka kupitiliza, na hakuona kosa lolote ndani yake. Mwajuma alipewa kila anachotaka, alisifiwa kwa kila neno na alipewa visingizio kwa kila ukatili aliyofanya. Alivaa pinde na laisi, hata wakati mkate ulikuwa haba mezani. Fatuma kwa upande mwingine, alivaa magauni ya kawaida yaliyoshonwa viraka kwenye pindo na mikononi. Alifanya kazi zote, kuchota maji kwenye kisima cha mbali, kufua nguo, kupika, kusafisha na kuwasha moto kwenye majira ya baridi. Mama yake alinena kwa ukali kila alipomzungumzia dada yake. Acha kuota ndoto Fatuma, hutakuwa chochote zaidi ya mtumishi ukikaa na mawazo yako mawinguni. Lakini Fatuma hakujibu. Alishajifunza siku nyingi kwamba wema ndiyo ngao pekee aliyoweza kuimudu. Siku moja majira ya kiangazi mchana, jua lilikuwa kali sana mashambani na hewa ilitetemeka kwa joto. Mjane aligundua kuwa hakukuwa na maji tena nyumbani, hivyo akamuita Fatuma. Nenda kisimani mara moja, kile cha ngambo ya bustani ya matunda, ndiko kuna maji safi zaidi. Chukua mtungi mkubwa zaidi, usikawie. Umbali ulikuwa karibu maili moja na njia ilipinda kwenye majani makavu na vichaka vya miiba, lakini Fatuma hakusema lolote. Aliinua mtungi, akajifunga kitambaa kichwani na akaondoka. Hewa ilijaa mlio wa nyuki na miguu yake ikipapasa vumbi. Alipofika kwenye kisima cha mawe ya kale, mikono yake ilikuwa ikitetemeka kwa uchovu. Alishusha mtungi chini, akaketi pembeni mwa kisima kupumzika kidogo. Ndipo akasikia sauti hafifu: binti mpendwa, naomba nikusumbue, naomba msaada wa kunichotea maji ya kunywa. Bila shaka mama, lazima una kiu sana kwenye joto hili. Fatuma alichukua mtungi chini mara moja, akausafisha, akachota maji na kwa unyenyekevu akampa mwanamke yule mzee, aliyekunywa polepole kwa shukrani na kumwambia Fatuma, una wema mwingi mwanangu Si wengi wangemtumikia mgeni kwa pole hivyo. Sio jambo kubwa mama, ulikuwa na kiu nami nilikuwa hapa, fatuma alijibu. Ni jambo kubwa mwanangu, ni mioyo michache sana iliyo safi kiasi cha kutenda mema bila kutarajia malipo. Macho ya wa mwanamke yule aling'aa kwa hekima ya kale, akasimama na ghafla umbo lake likabadilika. Hakuwa ombaomba tena, bali alikuwa mchawi Aking'aa kama mwanga wa mwezi. O oh, Fatuma alishangaa na kuomba samahani, sikujua. Ni nini kitafuata kwenye sehemu ya pili ya simulizi hii?